Naam, mpendwa mtazamaji, popote ulipo, natoa salamu za upendo wa Mungu muumba wa mbingu na nchi, na nakukaribisha tena rasmi kuweza kufata matangazo yetu ya siku ya leo, ikiwa inaletwa kwenu nami Juma Jema Masuku, kwa nyuma kamera ni Pepe we, Wilonja, na leo nakukaribisha rasmi katika kipindi cha siasa za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo tutakuwa na mwaliko wetu wa siku ni coordinator wa taasisi za haki za kibinadamu hapa mjini Baraka na tarafani Fizi pote ambapo leo mpendo mtazamaji tutakwenda kuongelea katika hali hii ya usalama kuwa mdogo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pote. Je, eh, taasisi za haki za kibinadamu zinafanya kazi? Maana watu wanabakwa, watu wanahibwa usiku, ikiwa unatembea katika uchochoro na hibwa, watu wanafungwa katika taasisi zisizokuwa za halali za kiserikali. Je, watu wa haki za watu, watetehaji wa haki za kibinadamu wanakuwepo? Ndo swali ambalo tunakuwa nalo siku ya leo. Kwa hivyo, mpendo wa mtazamaji uh, tutakuwa na coordinator wa wateteaji wa haki za kibinadamu hapa mjini Baraka na Fizi pote, bwana Jimmy Rashidi J mwana wa Mwami ambaye atakwenda kufafanua hili. Yeye ni mgombezi wa uh, kitengo hicho na atakwenda kutufafanua na kutueleza mengi katika kipindi hichi cha siku ya leo karibu. Mm, ndugu, jambo. Jambo, ndugu mtangazaji. Asante na tunakukaribisha tena ndani ya studio zetu za Tukutani TV. Hichi ni kisima cha habari ambacho tumeamua kuwa wazi na kuletewa watu vitu vilivyohakika wa zaidi sana, tunakukaribisha mara tena, asante na shukuru pia. Asante sana na kama nilivyosema hapo kwenye Uh, kiini cha sisi kuwepo katika hii interview aeza katika haya mahojiano ambayo tutakwenda kufanya siku ya leo na wewe ukiwa kama mwaliko wetu wa siku, uh, tunakuwa na teme yetu ama kihini ambacho kinasema mtizamo wa watetehaji wa haki za kibinadamu katika hii hali ya ukosefu wa salama ambayo inaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe ukiwa kama mtetehaji wa haki za kibinadamu ndo kiini cha sisi kukuita hapa, lakini kabla ya yote, watazamaji wetu wangependa kufahamu nyinyi, mnatumika haji na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Cha kwanza nitakwenda kwa kujitambulisha mm, kwa majina Jume Rashid J mwana wa Mwami mm. E, mimi ni coordinator wa, wa wateteaji wa haki za binadamu. Tukisema mkifaransa tunasema niko coordinateur banu territorial mm, wa service ya druazime. Tukisema druazime na inamaana sisi tumeforme wa parajirist, na mimi nikakuwa coordinator wao tarafani Fizi na jiji la Baraka. Uh, labda kwa kwa urefu zaidi, watu wangependa kufahamu hapo pa waparajiriste ni wanani? waparajiriste ni wateteaji wa haki za kibinadamu yes. wao wanatetea uru, yani ina maana kwa bure, wanatetea mtu kwa bure bila malipo uh, asante sana. Na watu wangependa kujua hawa, ukiwa nyinyi ni wateteaji wa haki za kibinadamu hususani hapa mjini Baraka kunakuwa na vitendo ambavyo vinaendelea visivyokuwa halali na visivyokuwa sawa. Tunakucha watu wanatoka vijijini wamebakwa, watu wananyanganywa vitu vyao usiku wakiwa wanatembea tu huko katika hali ya ukosefu wa usalama, lakini kaamani kiko lakini e, napofika masaa za jioni kama vile masaa moja za usiku saa mbili, watu hawako tena katika usalama. Ukipita njia za uchochoro unanyanganywa simu yako watu wanafungwa katika taasisi zisizokuwa za halali na zisizokuwa za haki, mtu kuwepo pale. Nyinyi kama wateteaji wa haki za kibinadamu, hili mnalichukuliaje? Asante ndugu mtangazaji, labda umespecifie tu vile ya Baraka mm. lakini nitakwambia ni kwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo mzima. Tunakwenda kupata mahabari na maripoti mbalimbali mbali kutoka kwa wanasheria wetu wamekwenda kutuambia kwamba visa ni vingi sana, na nitaambia watu ya kwamba baada ya vita kuna sheria mm, baada ya vita kuna sheria, kwani kuna mtu labda anamiliki silaha na kwa kumiliki shila, silaha hawezi kujua kama haki ipo mm, na sheria ipo, anafanya apendavyo. Lakini baada ya vita kuna sheria, na ndio maana tunakuambia kwamba hawa wote wanaobaka wanaofanya vitendo ambavyo havistahili kwa mama zetu, dada zetu, kaka, baba, kuna sheria ambayo itakuja. Uh, watu wangependa kuwa na uhakika zaidi. Je, hao watu nyinyi mnawafahamu na mna majina yao na kila kitu, kodi zao, kila kitu mnakifahamu, ili hapo kesho mje muwahukumu? Uh, ukiniambia watu tunawafahamu ina maana iko sawa, una specify kundi fulani ambayo inafanya hii vitendo ya vitu, kila kitu kiko wazi na kila kitu kinajulikana kwamba kuna watu fulani ambao wanahusika na vitendo hivyo. Je, nyinyi mnawafahamu? Ndio, ndugu mtangazaji, nitakwambia kwamba sio kwa ni tu wale ambao mnajua, kwani tukwa kati ya vita na kuna, kuna force mbili ambazo zinapigana, tusema hizo tatu. Mm, kuna wa M23, kuna wazalendo, kuna FRDC. Na, na ni wao ndio wanamiliki silaha tuseme kwanza kwa ukweli mm. Lakini tunasema ya kwamba kuna wengine pia wanapenyeza katika njia hizo hizo. Kuna wale ambao wamemiliki silaha kinyume cha sheria, wao nao wanatenda vitendo vile vile vya unyanyasaji na vya ubakaji, lakini tunakwenda kusema wale mnaokuta katika hizo kundi tatu na wale wengine ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria wote watakwenda kuhukumiwa. Asante sana, labda nirudi katika ile misemo ambayo nilikwenda kuitaja kwa watu kubakwa hapa. Nitapenda nikazie zaidi kwa watu kufungwa katika eh, taasisi zisizokuwa za kisheria zisizojulikana na sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nyinyi kama wateteaji wa haki za kibinadamu, ili swala mumisha kuwa katika hatua gani? Maana ili swala kwa mrazi, ili swala la watu kufungwa sio swala la litasubiri mpaka hapo zitakapofiketi watu wafungwe na vingine, lakini watu wanaendelea kuangaika katika eh, hali hiyo. Nyinyi watu wa haki za kibinadamu, ili swala mmefikia wapi? Ndio, nashukuru kwa swali. Nitakwambia kwamba katika kundi zote hizi za wazalendo, mimi nimekwisha zitembelea, ndio, na sipoishia pale, nimeendelea nimefika hata kwa wa chef de secteur kuna baadhi ya washefu de sectere nimekwisha ongea nao na nimeandika maartikle mengi sana ya malerte na sio tu hapo, nimekwenda handikia hata serikali ya Kongo kupitia hata, e, mea hata mea wa jiji. Nimeandikia hata mea wa jiji wa Uvira, wao pia wana maartikle zetu. Ina maana tunakwenda kusema ya kwamba taasisi ambayo inahusika na kufunga mtu kwanza wanakamata mtu na wanamuweka sehemu ya usalama, ni polisi. Baada ya kumsikiliza, hakikuwa na hatia, amepelekwa kwenye mahakama, anapitia kwenye parke parke. Kama ikiona hii dossier ni ya kupeleka kwenye tribunal, inapeleka mu tribunal, mtu anakuwa jije. lakini tunakwenda kuhamasisha watu, donc tunasensibiliser makundi zote za kizalendo za FRDC tukiwaambia kwamba hizi njia ambazo ziko kwa sasa si halali, japokuwa mnamiliki vitu ambavyo sisi wanasheria hata kama tukisema kwa nguvu, na sisi tuna mili, tunaweza kuuawa, tunajua hili lakini tunazidi kuyasema. Ila si unajua, mtu akishamiliki silaha anajisikia yuko juu ya kila kitu, lakini wana hizo mesaji zetu ya kwamba hizi njia si halali. Tukienda kwa wanakijiji, wananchi wanajiji la Baraka, wanatarafa la Fizi, tunaambia kwamba kama una tatizo na mwenzako, peleka kwanza kwenye polisi hmm. polisi inapeleka kuparki, parki inapeleka kutribunali hmm. tunaambia watu na tuna waparajiriste wanatembea sehemu mbalimbali kuhamasisha watu, lakini si unajua watu wamekwenda kuleta maneno kwa sababu mfano niko na ndugu yangu yuko mzalendo hmm. e, ndugu yake ya, mu, ya mtu ambaye anapenda ni staki ni polisi ndiyo. unawazia ule mtu atapeleka Ku, ku, ku polisi. Atapenda apeleke kwa wazalendo lakini tunasema yale yote tunaanregistre tuko tuna anregistre, vile vyote vitendo. Wewe kama wakati fulani umezozana na mwenzako na umejisikia ukitumikisha wazalendo, ndio njia yenye iko rakursi, baadaye yule mtu yuko na haki ya kwenda kwenye vituo vya sheria na ukasambe na ukaripoti uh. eh? Hapa uh, nyuma nyuma kidogo kulipitikana na hali ambayo haikupendeza uh, mji wa Baraka hata tarafa la Fizi kwa ujumla uh, kuna baadhi ya wazalendo ambao walikwenda kufanya fujo hospitalini. Nyinyi kama wateteaji wa haki za kibinadamu, ili swala mlilifikisha wapi? Ndio vile vitendo ambavyo wamevitumika. Sisi wana sheria, wana, wana haki za kibinadamu tumeungana na shirika za kiraia na tukadenonse. Mlisikia kwenye maredio, tulisema hairuhusiwi na si halali eh, inamaana ni marufuko kwa mtu mwenye kusikilia silaha kwenda kufanya fujo kwenye hospitali ile. Tumekilahani, tumekilahani kabisa. Na baada ya hapo tumekwenda kuonana na wakuu viongozi wao na tumewaambia kitendo hicho, kama wamewahukumu baadaye lakini Umekwenda kuambia na habari imekwenda kufika maeneo husika. Asante ah sana, asante ah sana mpendwa mtazamaji ah, tuko na mteteaji wa haki za kibinadamu hapa, na kuna mengi ambayo atakwenda kutuambia na kichwa cha neno, wanatumika aje katika hali hii ambayo tunapitia ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wanatetea haji, haki za kibinadamu. Ndo tuko naye hapa bwana uh, Jimmy Rashid J mwana wa mwamii na imani kwamba atakwenda kutuambia mengi na atakwenda kutujuza mengi. Tungependa kufahamu na iza watazamaji wetu wangependa kufahamu mnatumikaje na shirika la raia na vitengo vingine vyote hapa? Ndio, hapo mwanzo nilisema kuhusiana na serikali kwa vitengo vya shirika ya kiraia. Ndio kwa sasa sisi tunatumika kwa ushirika, tuseme Ndio. Huko vitendo ambavyo vinakwenda kupitikana, wao hawana uwezo, tuseme, wana uwezo wa kudenonse, lakini hawana uwezo wa kupeleka mutribinali mm. vile vitendo ambavyo akisema nono hivi vinahusika, viende ku polisi, viende ku parquet, viende ku tribunal, wanatupatia zile dossier, wanatuletea nazo, sisi wenyewe tunaenda kwa polisi, tunaleta ile, ile, ile information mtu fulani alitenda kitendo kibaya na anastahili kuripoti. Yule mtu anapelekwa kwenye kituo cha sheria anaripoti, baadaye akitoka kupolisi anaenda kuparke. Sisi wa para juriste hmm. tunamusambia yule mtu, ina maana yule mtu hawezi samba, sisi wenyewe ndio tutakwenda kusamba na tunakwenda kumpatia yule ambaye iko na sheria tunamusambia kwa bure, iwe kuparke iwe kutribunali, sisi tunasamba na kuna vitendo vingi sana hmm. E, kuna vitendo vya ambavyo tumekuja kuona zaidi, wanawake wanakwenda kunyanyaswa kwa njia ya urisi. Ndiyo. Mzazi anakufa anaacha watoto wa kike, watoto wa vulana, wanavitumia tu hmm. wanahima wale wa, wasichana ina maana watoto wa kike hmm. Zile, zile, zile jukumu za kwenda kuongea na kaka zao wanajisikia hawana hmm. Wamenyimwa haki yao, ndio maana wanaleta kwetu sisi, wanatuambia katika urithi, baba yetu amekufa ameacha viwanja tano na kaka zetu tano wamevichukulia wenyewe. Pale tunakwenda kugawa vile vitu hmm. Tunawashauria wakikataa mashauri tunawapeleka kwenye vyombo vya sheria na tunakamata eh, mtu wa kuwasambia. Sio tu ile, kuna hata haki ya mtoto. Kuna watoto hadi sasa wamekwenda kunyimwa haki ya kusoma. Mtoto ana haki ya kusoma, lakini kuna mzazi, nenda kajitafutie kama wenzio anasahau haki ya mtoto Yule mtoto akiripoti kwetu, kuna wazazi ambao wanaela, lakini wanaambia watoto nenda tuko na kaa nne hapa mm, Baraka, watoto wamekuwa katika somo la, la pili la sekondari munaita WTM, anaambia mtoto nenda ukajigaramie mwenyewe hivi. Mm, tuko na kaa nne na zile kaa bientot zitasikilizwa kwenye parquet, mm, na wale watoto watarudishwa shule, ndiyo. Sio tu urisi lakini kuna hata haki zingine, haki za mtoto nazo zinakwenda kunyimu. Kuna haki za mme na mke, kuna vitendo vya ubakaji ambavyo wanaume wana wengi wanajisahau, na wajue kama wamekwenda kubaka. Nao pia tunasogelea mafamilia mbalimbali, tunawashauria, vikishindikana tunapeleka kwenye vyombo vya sheria. Na tungependa kujua uh, nyinyi kama wateteaji wa haki za kibinadamu mnatumikaje katika uh, mabwat denui Ha, katika mm -hmm. mavilabu hivi kuna mm -hmm. watoto wa chini ya umri wa miaka kumi na minane, zaidi sana wasichana wanakuwa pale wakivaa nusu uchi. Nyinyi kama wateteaji wa haki za kibinadamu, ili swala kwenu likoje? Ndio wadada zaidi eh. Tunakwenda kuwashauri tukasema kwa vilabu wanaruhusiwa, kwa sababu ndo wanaozagaa katika vilabu vya hapa mjini Baraka Kurusiwa ina maana kuna sheria fulani na warusu? Hakuna sheria ha, wanaonekana. Wanaonekana. Ha. Eh, tunauliza nyinyi amjachukua hatua kwa hilo? Tuna hatua ambayo tumeyachukua mm -hmm. Hivi tuna miezi minne ya kuwahamasisha, tuko msensibilisation, mara na mara utanikuta hata kwenye, kwenye vilabu fulani fulani, usiwazie na kwenda kunywa pombe, na kwenda tu kuwashauria na mm -hmm kabla ya kumshauria mtoto tunaonana kwanza na yule mwenye mwenye klabu asije akaseme kama tumemfukuzia mteja. hmm. tunamwambia kuna watu ambao wanaruhusika kuingia kwenye klabu, sio watu wa chini ya umri ya miaka kumi hmm. na mnane hawawezi, hawaruhusiwi na tunahamasisha watu. Tunahamasisha, lakini kuna polisi de l'enfance itakwenda kuhusika na wale watu siku zijazo, e, tarafa letu na jimbo letu likipata amani, wale watu wataripoti. Kuna siku tutakuwa tunawashika na tunawarudisha kwenye familia. Ay, na, na katika huo huo mtazamo ya watoto ambao wanapita katika mahoteli, katika mahoteli mengi, uh, yaonekana kwamba kuna watoto hivo hivyo wa miaka chini ya kumi na minane wanaingia katika mahoteli. Nyinyi kama watetaji wa haki za binadamu, je, mmeshawahi kutembelea hoteli na kuangalia namna gani wanavyotumika na wanavyoendesha kazi zao? Asemekana kwamba mjini Baraka, hoteli nyingi haziombi vitambulisho mm. kwa wa watu ambao wanaingia hapa ni katika hiyo njia tu ya kuhamasisha, kwani ukisema wale watoto tunawa, tunawakuta kule sunajua wanaingia, tunasema mlangaji fasili mm. wanasema pasaje ndio wanaenda, na mtu akiingia mpasaje hajionyeshi wazi. Ndio, na hatuwezi fika kwa ule mtu, wewe bado mtoto mchanga, kwani ule muda hana mm. yeye anaingia na kuingia kwenye shambra mm. atuniule muda lakini tuna muda wa kuambia wale wenye zile hoteli na baadhi ya hoteli hapa Baraka naona wanaandika 18, kisha wanabare ndio. Ah, wanaandika miaka kumi na nane, wa chini ya miaka kumi na nane haruhusiwi. Ah, na tunaambia wale wenye wamiliki wa zile hoteli mutusaidie ku, kuaksede watoto wadogo wasiaksede zile sehemu, kwani ni sehemu mbaya. Hmm. Hey, tunahamasisha wale wenye mahoteli wamekwenda kunufaika na ile sensibilisation yetu, ili watoto wadogo chini ya miaka kumi na mnane wasizoe zile eneo, sio eneo husika. Lakini kama anakwenda kulala anatoka sehemu fulani usiku umewaingia hapa Baraka, wanaweza wakalala bila tatizo, lakini kwenda kuingia pale kufanya kitendo cha ngono hmm. kwetu ile si halali na hairuhusiwi. Asante ah, sana. naam Mfungwa ana sheria yake. ana sheria yake, yake. yake na haki yake pia Ndi, na nyinyi kama wateteaji wa haki za kibinadamu baadhi ya ma, uh, tusema ma prison za mingi hapa mjini Baraka zinakuwa katika hali isiyokuwa nzuri, hali isiokuwa nzuri, uh, isio condition ya, ya, ya kiafya hairuhusu, mm-hmm. hata mtu kuwepo pale. Wakati nyinyi ni wateteaji wa haki za kibinadamu, je, mmewahi kuingilia hili swala? ya kutetea wafungwa ambao wanaishi katika hali isiyokuwa nzuri katika hizo jela ndogo. Ndiyo, ni mojawapo ya jukumu zetu kutetea haki ya mfungwa kwani, mm, kwetu haki ya mfungwa ni materia ya kabambi sana. Mm. Aa, ni materia ya kabambi sana yenye tunaanza kudevelope kwa sasa na tunaweza fika hadi jioni. Mm. Lakini nitakwambia kwamba vile vyote tumekwenda kuvitembelea kuanza mwaka wa ishirini mwaka wa ishirini na uh, mbili, mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili hmm. Tumeanza hizo sensibilizasio kwenye prizo za hapa kwanza Baraka hmm. Na makasho na maamigo tumekwenda kutetea hivyo, na ninawaza nyuma nyuma hapa mmekwenda kuona mabadiliko kwenye, kwenye polisi hapa kwenye ta majoro la polisi hapa Baraka hmm. Wamekwenda kupiga rangi na amenunulia hata wafungwa mamatela. Kolonele mwenye alikuwa hapa, kwa sasa anap, anapatikana Bukavu. mm -hmm. Yule kijana tuseme, yule namwita kijana kwani amekwenda kutenda kazi kama kijana. mm -hmm. Yule baba ni msikilizaji, ametusikiliza na ametenda. mm -hmm. Alipaka rangi na akauza mamatela. Hatujui kwa sasa wale ambao wamebaki hapa wamekwenda kuharibu, wamekwenda kuharibu hivi vitu, lakini tunajua ya kwamba vile vitu viko na sio tu hapa, tumekwenda Mboko, tumekwenda hadi Fizi na tuna maimasho, tuna vingi hapa hivyo, tukiwaonyesha mtasema kweli. Tumekwenda kutembelea baadhi ya maprizo na makasho, watu wanaofungwa wana haki wana zao. Uh, labda neno lako la mwisho, maana tunakaribia kufika mwisho wa kipindi hichi ambacho tuko nacho siku ya leo, ukiwa wewe ni mwalikwa wetu wa siku, maana watu wengi walikuwa wanakifikiria kwamba kuwepo katika hii hali ya ukosefu wa usalama, wakafikiria wengine kwamba mumefunga kabisa milango, na ndio maana wengine walikuwa wanajichukulia jukumu ya kuenda eh, nafasi ambapo wanajitakia mwenyewe. Labda kwa neno lako la mwisho, unaweza kuangazia lipi kuhusiana na kitengo chenu hicho cha uteteaji wa haki za kibinadamu? Asante nawaza. Mbele ya yote nimesema ya kwamba baada ya vita kuna sheria, ndio na watu wajue ya kwamba wakinyanyaswa wasisahau kuita watu wa haki za kibinadamu. hmm. Nikimaliza kipindi nitaacha namba yangu ya simu hmm. Watuite sisi, tutawatetelea mimi nafika kwenye kasho za wazalendo na tunawasaidia hmm. na hata kuna haki zingine ambazo eh, kama mwanamke kuvaa suruali anafungwa, anapigwa Yeah, labda <laughs> mama nao wangetaka wasikilize nyinyi kama wateteaji wa haki za kibinadamu kwa kumalizia, lakini ndio mm, wote tunawatetea wote, mm -hmm, tunawatetea kwani tuko kwenye jiji, labda kuna vitu ambavyo watu wamekwenda kuiga, wakifika kwenye jiji, ina maana ni kuvaa suruali. Sisi kisheria hatujui kosa mm, hatujui kosa la kuvaa suruali, kwa mwanamke ni kawaida, hata kwa wazungu mm, um, tunasema watuite Atetelea, na kuna baadhi ya manyanyaso ya kutukurisi, kunyimwa haki ya kurisi mm, nao pia watuite. Kuna hata hao kama mtoto wako amekushinda, lakini ili tumekwenda kucheka sana, kwani mzazi mm, aweza akashindwa na mtoto, lakini kama umejisikia umeshindwa na mtoto wako utuite, tutakusaidia. Ndio eh, labda kwa namba za simu ulisema utatoa namba za simu, ingawa wanakuwa anahitaji msaada, ndio Tutaacha tutaanza na namba ya Whatsapp kwani Whatsapp ina gharama ndogo mm. nitasema mkifaransa ni 090 57 57 489 mm. 57 57 489 hii ya kawaida ya Voda ni 82 31 749 23749 sa, sa. Asante sana uh, mpendwa wa mtazamaji wa Tukutane TV, naamini kwamba hapa ndipo tumefika mwisho uh, wa kipindi chetu hichi, siasa za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na tulikuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye ni mteteaji wa haki za kibinadamu hapa mjini Baraka na tarafani Fizi pote. Namani kwamba umekwenda kujisikilia mwenyewe, umekwenda kusikia sio kwamba wamefunga milango katika hii hali ya ukosefu wa usalama pote jamhuri ya demokrasia ya Kongo, ila milango iko wazi na namba amekwenda ame kuzitoa kwa yoyote ambaye atakwenda kuhitaji msaada, basi milango iko wazi. Niite juma je Juma Masuku, kwa nyuma ya kamera ni mwenzangu Pepe Wilonja. Usikose kusubscribe ku like ku comment kazi zetu, pia endelea kushare kwa mwingine ili uweze kumsambazia mambo Mambo yaliyo sahihi na mambo iliyo ya kweli. Uh, tunakushukuru sana uh, mwalikwa wetu na tunasema karibu tena katika studio zetu za Tukutane TV. Nashukuru pia. Asante sana. Tukutane katika vipindi vingine.